Tulishasikia sauti za wakongomani wengi, wanasema ya kwamba sisi tuko kimya, hatufanye kazi eh, eh, jeshi la William Amuri ya kutumba aisamvumisim William William ya Mheshimiwa Muliama kutumba kombozi vyonembevamaono maono za wazalendo. Nasema kama mkongomani, nasema kama mzalendo, tumefata sana sauti za watu kumaredio sosiu ya kwamba mzee William William, eh, William Muri ya kutuma kombozi vizionari alikuja Uvira ili kwenda kufanya kazi Bukavu Goma nafasi zingine, lakini anakuwa na muda mrefu hafanyi chochote. Wengine wanasema ya kwamba labda ameisha uzikana, wengine wanasema vitu vingi, lakini napenda niwaonyeshe tu kitu kimoja. Mheshimiwa William Muri ya kutuma kombozi vizionari, mbeba maono komanda force numero, eh, amepewa madaraka ya haraka haraka amepewa madaraka ya haraka haraka ili kufanya kazi ya kuokoa eneo yetu, aidha udongo wetu wa kidemokrasia ya Kongo. Na wakati alipopewa hiyo madaraka ya haraka haraka, ikiwa kama anakawia sana, inamuomba kwanza hakusanyishe makundi yote yanayopatikana ndani, aidha zaidi ndani ya kidemokrasia ya Kongo na eneo hii ya Sidi Kivu na eneo zinginezo ambapo zinapatikana wazalendo sasa. Hauwezi ukafanya kazi na watu ambapo hauwajui, njo shida moja ile. Watu wanasema vitu vingi, tumefuata watu kwenye mitandao, wanasema William Aisha kuwa na mwezi mzima anaenda asema ataenda pigana Uvira, ataenda pigana Bukavu, atapigana kama Nyola, atapigana wapi? Na alipewa wazifa huo na anatumika na watu ambapo yeye hawajui. Ni vitu vinafanyika haraka haraka sana, kwanza ajue makundi yanayopatikana kwenye eneo alipewa zile kundi, hesabu kwanza ya watu na hesabu ya masilaha na vinginevyo. Vita si mchezo, vita si mchezo, vita ni logistique. Ukisema logistique unakwenda, ni vitu vingi sana ambapo inapaswa kukua pale, kuna madawa, kuna chakula, kuna risasi, kuna vitu vingi na hivyo vita, ambapo mzee alipewa hiyo kazi ya ku iokoa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo ma, kwenye mikono ya waadui wavamizi na wale wa teroriste wauaji mabakaji wa M23, inaomba alifanya vitu vya haraka haraka sana, ili apate kujua makundi yanayopatikana eneo ambapo yeye amepewa ni makundi ngapi, wanao hesabu ya watu na hesabu ya watu wenye kuwa na silaha. Ni vitu vinaomba sana, ni kazi ambapo alifanya haraka haraka. Mimi alishamaliza kila kitu. Watu wamekomante vitu vingi sana mzee amekawia, mzee amekwisha kulipwa pesa, mzee anakuwa mtu wa M23. Watu wamesema vitu vingi sana, na mpaka leo watu angali wanasema vitu vingi sana. Wanasema mzee alitoka fizi kufika kwenye tarafa la, fi, eh, tarafa la Uvira, mpaka leo hajafanya chochote. Anafanya nini? hiyo ndiyo shida ambapo mzee anayo na ameisha imaliza shida kubwa ilikuwa kwanza, eneo ambapo mzee alipewa ajue magrupe ai za makundi inayoshikilia silaha ya wazalendo ni makundi mangapi. Pili, hesabu ya watu ambapo wanapatikana ndani ya makundi hayo ni hesabu ya watu ngapi. Tatu, baadhi ya makundi wana silaha ngapi. Ndio shida ambapo imetokea hii, na ndio maana mumesema vitu vingi sana lakini nawaomba, vitu vimeisha. Mzee amekwisha kujua makundi ambapo atamiliki ni makundi mangapi, na pia amekwisha kujua wanaoshikilia silaha ni makundi mangapi. Kwa hiyo kazi unapaswa uifanya, umejua, ninafanya kazi na watu wangapi na ninafanya kazi na watu wa nani. Ndio shida hiyo. Kwa hiyo, akongomani wote musiwe na wasi Mzee hakulala mzee hakuzubaika, wala mzee hajakuwa hajapewa rushwa. Mtu ambapo hakulake rushwa ya adui ni William Amuri ya kutumba mkombozi vizionari mbewa maona, na kazi ipo tena, kazi ya mzuri sana. Mipangilio ya vita aiza, mipangilio ya kijeshi sio kama mipangilio ya waraia. Raia anapenda leo leo mvua inyeshe na buyoga yote me, jeshi ni kitu kikubwa sana kinaomba mpaka kuwa na, na angalisho Ninabeba watu wangapi kwenye shamba la vita, na wale watu ambapo ninabeba watakula nini, wataishi namuna gani, watatunzwa namuna gani? Ndio shida ile. Sasa waraia wanataka leo leo tu na vita vianze leo leo tu, wasikie vita vidisha anza. Me ni lazima kijeshi, ni vitu vinaomba. Nabeba watu wale, watu wana mahitaji gani? Na yale mahitaji ni lazima tuwafanyizie yale mahitaji na wapate yale mahitaji. Ndio shida ile. Lakini najua vitu vyote vimeisha, kinachobakia ni kufanya tu kazi. Ma commentaire iko mingi sana kwenye maradio sosio, matusi iko mingi kwa maradio sosio, na wengine wanasema vitu vingi vya kuregeza watu, lakini sisi tuko jua kufanya kazi. Nisikia mtu mmoja anasema kwamba asike mkifanya kazi nyinyi munasaidia kisakedi, mutapewa nini? Sisi wazalendo, sisi wakongomani, tunafanya kazi ya kupambana na adui mvamizi na wale wa uwaji na wabakaji, sio kwamba tupewe kitu, tunapenda tupige wale watu waondoke, ili tubaki ndani ya nchi yetu. Hatupiganie juu tupewe cheo, hatupiganie juu tupewe chochote mm, ila tunapigania juu nchi yetu ibakie na amani, kila mtu ajisikie ana amani ndani ya nchi yetu. Hatupigani juu ya, ya, ya, ya, ya kusema labda tutakuwa na mantere na yetu? Hapana. Tunapigania juu inchi ibaki ya wakongomani, kwanza jisikie kama iko ndani ya inchi yake, na adui ni lazima tutapambana naye. Na adui leo ana nguvu kupitilia, sisi wakongomani wenyewe ndio tunampa adui nguvu. Lakini sasa sisi kama vile wazalendo e, sisi kama vile wakongomani, adui alipambana na FRDC, adui ajapambana na wazalendo. Mimi najua adui ameshapambana na wazalendo ile eneo ya Mwenga na sisi tunataka ya kwamba tuangalie kwanza nguvu za adui, juu adui hana nguvu. Adui anatumikisha siasa na pesa, adui anatumikisha siasa na pesa. Sasa sisi hatuhitaji pesa na hatuhitaji siasa yoyote, tofauti ya nchi yetu ibakie kuwa yetu na udongo wetu ubakie kuwa wetu, tofauti ya ile mambo ya madaraka. Hatuna mambo ya vinginevyo hatuna. Kwa hiyo hilo ndio nataka niambia ndugu zangu wa Kongomani ya kwamba kuna watu wengi wanasema amutaweza, watu wanasema vitu vingi, lakini na tunajua umoja wetu nguvu zetu tutaweza chochote kile. Na kwa hiyo kama we ni raia, we ni mwananchi, makomantere ni mengi sana, mumeshasema vitu vingi ambavyo nyinyi hamjui. Mambo ya kijeshi ni mambo makali sana, na ni mambo ambapo inaomba eh, ndugu yangu usijua kwamba labda unatoka mnyumba yako unatoka na kwenda kupigana, weye unaenda kupigana. Risasi inatoka wapi? Chakula inatoka wapi? Dawa inatoka wapi? na vinginevyo vinatoka wapi? ni lazima yote inaomba nini? Mpambanaji apanua akili yake. Najua mambo ipo sawa na ipo vizuri sana, na hata kama leo tumepata habari ya kwamba e, jeshi limetoka Bukavu wamekamata watu kwa nguvu wawaonyeshe manjia ya kushuka Maruvunge washuke Mabwegera washuke fasi zingine. Hilo halitaogopesha wazalendo. Wazalendo wapo juu ya kupigana vita, na hilo nataka niwaambie ya kwamba hii sauti ifikilie watu wanaokuwa pamoja na adui na ifikirie adui ya kwamba wazalendo wapo kwa ajili ya kutetelea nchi na wapo juu ya kupambana na nchi na wale wanaojiweka mahali ambapo wao wanajiweka kuwa maadui, ni lazima ukishikwa wewe, msaidizi wa adui, unapaswa kukabiliwa na hatua kali kubwa sana. Ojo zenu hazitaogopesha na hazitakimbiza watu. Maojo yenu munapeleka ya mingi inasikilika, mee, haitafanya chochote na haitasaidia chochote peleka ujue, ya kadiri vile unavyojua wewe peke. Mimi ujue kwamba mzalendo yupo kwa ajili ya kudefend nchi yake iko, ujue kupambania nchi yako. Mulisa, sema sana, Foka Mike ni muasi, Foka Mike ni muasi, Foka Mike ni muasi, aita regeza wazalendo ili wamchukulie Foka Mike kama ni adui. Foka Mike ni mzalendo, hiyo tunaijua na wengine ni wazalendo Neno la mwisho unasema ya kwamba wakongomani wote, anayetoa sauti ni mkongomani mwenzenu. Kongo itakombolewa na wakongomani wote, pasipo kudanganyana na pasipo kuwa na santima ile, ambapo nyinyi mwenyewe unajua na wale wanaojitolea kwamba wataambia wazalendo waache kupigana juu ya, fa ya, ya faida ya M23, ila haiko na naita kuwepo mzalendo anapigana mpaka mzalendo wa mwisho. Tunajua siri yote ya M23, tunajua siri ya FC Congo na tunajua siri ya RCD, tunajua siri ya Alliance. Mtusi atumikie faida ya mkongomani, na mtusi atumikie faida ya muutu, anatumikia faida ya mtusi, anaweza kaweke wewe muutu, anaweza kaweke wewe eh, e, tuseme muutu umtumikie akisha walipata madaraka Bizimungu ana kazi wakati ya RCD ba Wamba ja Wamba ba Emili Ilunga na vingine na vingine na vingine. Walipopata madaraka, mwisho walienda weka azeres Ruberwa wakati wa mzee Desire Kabila anakufa, wakati watusi waliona kwamba wali wamepata, walichukua wakamuweka ee, Josefu Kabila Kanambe ipolite, mwisho wake alienda a watu wote ambapo walijua siri yake na walioweka wamzee madoa, madoa, na wamzee lueta na vinginevyo. Hata wewe Corneille Nanga unapotumika hapo, unatumikia masilahi ya wa ya watusi, aliyokuweka hapo ni Josefu Kabila. Kabila ni mtusi, si mkongomani kama wewe. Na kama unajua, kama unatumikia masilahi ya, ya wakongomani, wewe Josefu Nanga, aliyokuweka hapo ni Josefu Kabila Joseph Kabila hata tumikia masilia ya Wakongomani. Namaliza. Kwa hiyo nataka niwaambie wakongomani wote, mahali popote pale mlipo, tuwache maujo, tuwache maujo ya kutaka kurudisha watu nyuma na maujo ya kutaka kuzubaisha batu. Wazalendo wanapigana mpaka mwisho wa dunia. Nitawakumbusha makumi kenda na sita, kama Kabila, Kabila e, rola alipata madaraka ni kwa ajili ya wazalendo wa Fizi, Uvira na, na walipofanya resistance ya miezi sita pale Fizi ndio maana Kabila alipata nguvu. Na we nanga weye na wa wa wa wa wa wa Berti Bisimwa, Watusi waisha kuwa macho, hawata watia paya kwa majini, muo wa rais wa nchi watakao kuwa wa rais wa hii eneo ambapo watachukua watakuwa ni Watusi. Asante, si mwingine ni mtoto ya bato mwenye bato, Bushiri Egle, mzee dola kubwa. Pata habari, utaidharau leo lakini kesho utaona mafaida yake. Wazalendo waza wazani, waza wazani vita kwenda mbele.